Eh, bwana, ndio mtindo um, wao siku hizi maamuzi mengine mnafanya hata hayafai. Hapa hapo wazee wa bishi na wauliza maswali, si mnasema bongo fleva ni mziki wa kiuni, na haya tunaimba ludigi, watasema ni uni. Haya, trafiki huyo eba, ngoja nijaribu kama nitapita ni wengi sana wenye magari yawapeni, trafiki wachache waliobakia pauje. Kuna urafiki labaka ka jirani, aope anaofaadia wakipitwa kamati mkono tu wanawapungia, wako razi kusumbuka leseni kuwatafutia. Tuajua tu twajua, asubuhi asubuhi trafiki mko barabarani, matafuta rushwa ili mpeleke kituo nyumbani. Mke wangu bandika ugari tu, mboga ninaileta sasa hivi. Tabu tunazopata si tunawae makazini, ni sawa na wanafunzi, unachelewa unaochelewa mashuleni. Maleta usumbufu sana ya mabasi ya mikoani, mabasi mengine mkamati hivi, ni kwa nini? Tuelezane, ni mabasi kama ni ya mkubwa fulani? Waswahili swahili nasema, mfiza kidonda hapati dawa. Hapa tugobani, ila tunaekana sawa Rais apiga kelele sana juu ya hii rushwa, vishilingi elfu mbili wae vitakupeleka wapi? Utazoa banaa bure kibarua kiotenyasi kazi ya trafiki ndani kabisa na urafiki sheria njiani tumikaa, utakuwa unafiki. Alhamdulillahi, nafikiri mtakuwa mmenyelewa. Sekaonga sana masijidi nkachelewa. Haya, mambo yote haya, haya, haya Ma, mabosi wenu wanayajua. Nashangaa hakuna tuwa wanazozichukua, si wenye magai, pigeni simu hoja kuchangia, maana nyiye mkiona matrafki simu mnabadilisha njia. Haya, laini ya kwanza, sema nani mwenzangu? naita Volkswagen. Kila trafiki ya kini ona eti paki pembeni, wana ndai hela tuwa nupeleki kichoni. Laini ya pili. Tena nani mwenzangu? Naitwa den dropa, suna ncheki li vochoka. Kila trafiki ya kini kama tera tu zina ntoka. Man, ndo mana nchona kanzu na pato na kiwewe. Na jwani trafi gali na timi kala nyewe. Kivumi go sasa, laini ya tatu. Naito maktu maarufu kama teksi. Hapa mjini minangoza kwa mikosi Trafiki wananivuna tazani, wao ndo mabosi. Laini ya mkononi hapa, hivi nani wa mnaongea? Naitwa Mercedes Benz, ndio naingia. Trafiki wakinona wenye wananipungia, zije kukamatwa na hala itatokea. Nitaka kuwasao madereva wa daladala, sema mwenetu. Ah, poa tu mgosi, sisi madereva ndo tunapigwa sana mabao, yani samtaimu unakosa wanatubambikia. Mi nashukuru sana wagosi mnavyotusaidia miasika mwenyewe, mimi hata sijaongea sana. Sasa trafiki anadai rushwa nkashitaki wapi? Namba, namba zao wenyewe wamengoa kwenye mashati. Ona waindi wa na wazungu, jamani, hamwasumbui mnaogopa eh, maana lugha zao mzijui. Fanyeni kazi kama maitaivagizia mabasi na malori ya mikoani mnavyovizia. Kushikia kaja katochi si utendaji wa kazi. Hivi siku mimi nikimzaba vibao tafi. Mimi mbwanga ngeni na makosa taatibuye afika zenu mje kuzikosa mnaosamini kazi endeni kaziendeni hivyo hivyo, na mnaosamini rushwa, jamani atnin